ya namna hiyo, nina utumbo wa plastic, ndio maana unanisumbua kwelikweli. Mpaka sasa hivi nakunywa chai na mkate wangu kila siku, yaani toka nimekuja Dar es Salaam ndivyo ninavyokuwa hivyo. Labda nikibahatika kama watu wameleta nani nini, nini, wameleta supu na nini, ndio inanisaidia kwa siku moja mbili basi, lakini kwa sasa hivi hali imekuwa duni, sina chochote wala hakuna mtu anaoweza akanisaidia. Ndio maana nimezofika, nakwambia, nina matatizo na kila ninapokwenda hata kufuatilia kwenye mahala sehemu mbalimbali na nini, swala langu hili imekuwa ni ngumu, nauli sina. Mzee anashindia mikate, sidhani kama mwanadamu unaweza ka ukashindia mikate kila siku. Na akikosa mkate, yani kuna kipindi tumbo likimfunga hapa, hatulali hatukai, na ukimwona e Unajua mzee anakufa leo. Maana yake tumbwa anajikunja lakini akishatapika tu anarudi kwenye hali yake. KM Online TV. Mimi ni Mzee Peter Muna ni mtu, mwenyeji wa Singida kijijini jineri. Nime, nime, nime, nilikuwa mtumishi wa serikali kuu niliajiriwa na Maliasili na Utalii idara ya wa wanyamapori, Dar es Salaam na katibu mkuu Dar es Salaam kwa kupitia KK the regional game officer PO Box sitini na tisa Singida, niliajiriwa nikiwa ni wakati huo cheo changu kilikuwa ni baggage attendant, yaani mbeba mzigo, yaani mzigo ya askari, yani namsaidia askari anapokwenda polini. Baada ya kupelekwa wilaya ya Iramba kijiji cha Mkalama Ibaga tarafa ya Kirumi, ikiwa kituo changu cha kazi, ilikuwa ni kuwahudumia kwa Wahazabe mwaka sabini mpaka sabini na mbili nikaenda nikachaguliwa, kwenda wapi? Chuo cha wanyamapori Pansiansi Mwanza, kuanzia sabini na mbili nikafuzu sabini na tatu tarehe thelathini na moja Septemba tisini na nani, sabini na tatu nikarudi kwenye wilaya yangu Yeramba, kituo ni hicho hicho cha Ibaga, tarafa ni hiyo hiyo ya Kirumi. Basi nikafanya kazi kwa muda wa miaka kumi na tatu kuwahudumia wale wahazabe wa porini baada ya hapo ilikuwa na wahudumia kwa kuwasaidia kuwapigia wanyama kila siku ya ijumaa maanake serikali mpango wa serikali ulikuwa ni hivyo kuwapa nani kuwapigia nyama siku ya ijumaa kuwapelekea kule porini walipo na ilikuwa tunakwenda kuwahudumia yani, mapori menyewe huko ilikuwa ni mbuga ile ya Lake Eyasi ya ambaye ndio ina wanyama wengi. Kwa hiyo nimefanya kazi hiyo yo miaka hiyo kumi na tatu wa, najua lugha yao. kwa ah, wa, wa, wa, wahazabe ni watu ambaye wanajua Kiswahili kwa sababu wao waliwekwa wali, wali kwenye vijiji kwanza wakasomeshwa wengine baadae hao wakawa wanarudi mmoja mmoja, mmoja mmoja mmoja polini. Kwa kuwa wazee wao na nini walisema kwamba sisi hatuwezi kukaa vijijini, tunakufa ovyo, tunauawa ovyo, sisi huku porini hatu hatufi, unaona, mpaka Mungu mwenyewe apende. Kwa hiyo nafikiri walikuwa wote wamerudi porini, ndio maana ilikuwa wanajua Kiswahili na ilikuwa vijana wanakuja mpaka mahala nilipo mimi ibaga kuja kuniona na kuwasaidia labda nguo nini za kujifunika, maanake wao huko wanajifunika nguo za nini za wanyama, ngozi za wanyama. Kwa hiyo walinielewa, wali kwa sababu nilifanya nao kazi kwa muda mrefu na niliwahudumia vizuri sana. Sasa baadaye, huduma hiyo ndio nikawa nimepewa nime, nime, uhamisho wa kwenda tarafa ya Kinyang'iri, kuitumikia tarafa ya Kinyang'iri na Kinampanda ikiwa iko wilaya ya Iramba kijiji, kituo changu kijiji cha Iguguno ni mwaka wa themanini na tatu mpaka nilipostaafishwa tisini na nne Serikali serikali... mishahara yangu ilikuwa kama kawaida naenda tu kupata nani mshahara wangu nani benki ya NBC tawi la Kiomboi nani Iramba. Kwa hiyo sikuwa na hudumia labda na, na, na, na, na, na, na halimashauri na nini pale kwenye halimashauri iko, naenda kama ni ripoti inapeleka maliasili na utalii, yani maliasili wilaya ndio ilikuwa inapokea nani taarifa zetu mabwana nyama wote wala sio mkurugenzi wala nani, ilikuwa ni bwana nyama nani, nani afisa wa, wa, wa maliasili, ndio ambaye alikuwa anatuhudumia vitu vingine vidogo vidogo, kama hivi vya kwenda labda patrol na nini, unalipwa wanaita sijui kulipwa posho, posho, ambaye tumeenda labda kufanya patrol wapi huko kulinda wanyama na nini na kupambana na majangili. Kwa hiyo ilikuwa ni ofisi ya maliasili ya wilaya ndio ilikuwa inatuhudumia, lakini ha, nani halmashauri ilikuwa tuko chini ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini mimi niliandikwa kazi na maliasili makao makuu Dar es Salaam. Yaani ajira yangu ndiyo ilikuwa hivyo mpaka leo hii inavyonieleza, kwa sababu nina barua moja tu ya mwaka sabini. Unaona bwana, haya, baada ya kufanya kazi okay? baada ya kufanya kazi. kazi na wazabe nikaja tu tena kwenye tarafa hizi, basi nikawa na nahudumia mapori hayo ili wa majangili wasifanye nini, wasiue wanyama ovyo. Pori la Kinyangiri na Kihonda, unaona, vijiji viwili ambaye vipo wilaya ya Iramba mkoa wa Singida. En wanyama wanaopatikana ilikuwa tandala, ngiri, nguruwe mwitu, nini, swala na wanyama wadogo wadogo, digidigi, nini, wanyama wengi tu kwenye mapori hayo. Ndio maana nilipokuwa nafanya doria siku moja, nikaenda kufanya doria kwenye vijiji hivyo ambaye nimevitaja, ya Kinyangiri na mapori ya vijiji vya Kinyangiri na Kihonda, ndio nikaenda kupambana na majangili wakiwa wameua mnyamapori bila ya ruksa au leseni ya kuindia. Unaona bwana, sasa ndio nikapambana nao sasa. Katika kufukuzana na nini, waliponiona wakakimbia, nikawa nafukuzana nao ili niwakamate, niwapeleke huko mahala husika ambayo ndio wa, wa, waende wakapate waka, waka, waka adhabu yao, lakini sikuweza kuwa, kufaulu hivyo. Ikawa nakimbizana na ikuwa mvua imenyesha asubuhi, ikawa kuna otelezi kwenye vichaka na nini basi nikaja kustukia kwamba ghafla tu nimeangukia kwenye nini, katika ile mbio ambayo ilikuwa nafukuzana nayo kwa mbio kali. Basi nikaja kujikuta kwamba nimeteleza na nimeangukia kwenye korongo la, la mto, na kumbe korongo hilo lilikuwa lina nani, lina mti mkavu ambayo ulikuwa umekwama. Sasa nikaenda kulilalia juu yake. Sasa baada ya kulilalia, kwa sababu nilikuwa na wenyeji wangu ambayo ikuwa wananiongoza kwenye ile pori basi ikabidi kwamba wanipeleke wapi, kwenye kituo changu Igugunu ili nikahudumiwe hospitali, kwa sababu ilikuwa najisikia maumivu makali. Baada ya hapo, ikabidi kwamba nipeleke hospitali ya mkoa, kwa sababu hospitali ya wilaya ya Iramba ni mbali, ilikuwa maili 80 na hii ni maili ishirini. Kwa hiyo ni karibu alafu, na huko ndio nyumbani vile vile, kwa hiyo nikapelekwa pale nyumbani mdogo wangu ambaye yuko pale kijijini pale Singida akaambiwa ndio, akaenda kulipa nauli ya nini ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya gari ambayo ilikuwa limenipeleka hospitali, na nikapelekwa mali asili kupata six sheet ili niende nikatibiwe. Kwa hiyo six sheet ilitolewa na mkoa mali asili mkoa wa Singida na ikatiwa saini na bwana nyama wa mkoa na kulipwa malipo yake kwa huyo aliyotoa nauli ile ya gari. Baada ya hapo nikafanyiwa, nikachunguzwa, ikaonekana kwamba ndani ya utumbo niliyokandamizwa na gogo Kumbe iliathirika kiasi fulani, ukagandamana na damu. Kwa hiyo ikabidi kwamba nifanyie operesheni ya kukatwa sehemu hiyo na kuungwa. Mpaka leo ninayo athari ya namna hiyo, ninayo utumbo wa plastiki, ndio maana unanisumbua kwelikweli mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nilikaa pale idini Eh? Utumbo, utumbo, utumbo. Yaani ni nani ni hospitali ya mkuu ya nani ya mkoa, hospitali kuu ya mkoa wa Singida ndio nilifanyiwa hiyo. Unaona bwana? Kwa hiyo sasa hivi unaishi na utumbo plastiki? Na ndio kweli, na ndio unaoniletea shida mimi. Sasa hivi nakula nini? Mkate tu na vitu vidogo vidogo hivi, vitu vingine vigumu na nini hamna, hata ukiwauliza ninaokaa nayo shida ninayo hiyo, na ndio inaonipa shida kwa sasa hivi, kwa sababu sina kitu cha kunikimu wala chochote kile cha kununua vitu ambavyo vinahitajika kwa mahitaji yangu, hamna. Hasa naangaika kulikweli, ndio maana mwili umedhoofika na mambo mengine yamejitokeza. Yeah, sasa hivi naangaika na tumbo linanisumbua, mkojo nagoma na kila kitu. Sasa nimeshindwa nifanye nini, kwa sababu ninaposema kwamba nani atanisaidia? Sina watoto, wenyewe hawakusoma, hawakuwa na kazi ya aina yoyote mpaka leo na wamesambaa, wako kila mmoja anajitafutia maisha yake. Kwa hiyo mimi nimebaki tu na mama, nawe mama ndio hivyo tena, atanifanyaje? Mi mwenyewe sina namna nyingine, nimebaki ibi, hivyo hivyo. Nikibahatika naomba kwa ndugu zangu na nini, wananitumia kidogo, ndio ninavyoishi mpaka sasa hivi na kibanda changu, nafikiri kwamba kimeonekana kwamba ninapoishi ni mahala paduni, sina chochote unaona bwana. Vitu ambayo ni rafiki vinatakiwa kwamba kama ni michuzi nipate michuzi ambayo haijaungwa, ni supu tu, ndio hapo ndio inaendana na mimi. Nikichanganyiwa na vitu vingine tumbo linaniangaisha kwa kweli, yani utanihurumia kwa sababu lina ndani, yani linakwama kwenda nani, yule mfumo wake wa kunani unakwama. Kwa hiyo mpaka litakapojirekebesha, ndio hapo hapo na mimi nakuwa kidogo nafuu no. Uh, mm. yeah, na naendelea supu na vitu ambaye yani havileti nini gesi wala nini, ndio nanaweza nikatumia unaona bwana, lakini nikitumia vile vya gesi na nini kosa. Ugali wa sembe sili kwa sababu nikila ha, yani siendicho hata siku tano, na nitakapokwenda inakuwa kama nani mawa hivi inanikwangua ina kweli kweli damu na nini, kwa hiyo hiyo nimeanza nimeacha kabisa. Labda dona kama ni dona nipate na nini na mboga ambazo zinahitajika mm, kama mika. Ni maziwa na nini, hayo hayana shida. Vitu vyovyote ambayo mikate sindio, ninaoishi ni, no, naye hiyo ndio sana sana ndio hiyo ndio chakula changu kikuu na chai. Sasa kwa kuwa si, kwa sina vitu vya kwenda nani sina nani hela ya kukimu namna hiyo kwenda kununua vitu vingine vya ku, nani ndio hivyo nahangaika hivyo. mm -hmm. nakunywa chai na mkate wangu kila siku, yaani toka nimekuja Dar es Salaam mm -hmm. ndivyo ninavyokuwa hivyo, labda nikibahatika kama watu wameleta nani nini, wameleta supu na nini ndio inanisaidia kwa siku moja mbili basi, lakini kwa sasa hivi hali imekuwa duni, sina chochote wala hakuna mtu anaoweza akanisaidia. Ndio maana nimedhoofika, nakwambia, nina matatizo na kila ninapokwenda hata kufuatilia kwenye mahala sehemu mbalimbali na nini, swala langu hili imekuwa ni ngumu, nauli sina. Dar es Salaam mi nimekuja mwaka tisini na saba kwa kufuatilia haya, maana yake nilikuja na mafao yangu kazina nikaja nini, ili nije nilipwe nini ma, nini mama, mapunjo ya mafao yangu ambaye sikulipwa. Nimetata ajali hiyo bado niko hospitali, idi yangu nilipata miezi mitatu Kuanzia mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita, kwa hiyo ina maana kwamba ni miezi mitatu. Tarehe ishirini na tisa mwishoni mwezi wa sita ndio idi yangu inaisha, niko hospitali, nikaletewa barua mbili kutoka ofisi ya ya mkurugenzi wa, wa halmashauri ya wilaya ya Ramba, nikaletewa pale hospitali nikaambiwa hizi barua zako bwana, barua ya kupandishwa cheo, nani cheo, cheo kipya ambaye ni askari wanyamapori mwandamizi gredi 2 unaona bwana, na barua ya kustaafishwa kazini ya tarehe ishirini na tisa. Nikakabidhiwa zote barua hizo tarehe 30 moja kwa moja kwa pamoja sasa mimi kwa kuwa niko kitandani na nini, sikuweza kuchunguza na nini, unaona bwana. Baadae kuja kuchunguza na nini, nilipo nilipotoka hospitali kwenda nyumbani hasa, nikaenda kuona wenzangu ambaye walisafishwa kama mimi, wanapata nini pensheni zao, ambaye walikuwa wamekatwa hasa, na mimi mmoja wapo. Nakumbuka nilikuwa nimenakatwa pensheni nilikuwa na kitabu cha benki ambayo ilikuwa nakwenda kuchukulia wapi hela yangu wapi, benki ya, ya, ya NBC tawi la Kiomboi, pamoja na kitabu ambayo kilikuwa chama cha kukatwa pensheni yangu, ambapo barua yangu ya, kusa, nani, ya, ya kupan, nani, barua yangu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuajiriwa imeandikwa kabisa, ilikuwa nakatwa NPF wakati ule, sio NCF, ilikuwa NPF mpaka leo, na ndio maana mimi mafao yangu pension ambayo nimekuja kuunganishwa baada ya serikali kuja kufanya nini, kutangaza kwamba watumishi wote ambao walipewa nani mafao yao kwa mkupuo na nini, hawakulipwa pension, basi wafanye nini, wameunganishwa. Ndio mimi mojawapo nikaunganishwa, kwa sababu mimi nilikuwa niko hazina, ndio na, nafuatilia hii swala sasa, nikaenda hazina nikawaambia Mkuu, nani, mm, baada ya kupona, sasa, baada ya kupona nilipokuja Dar es Salaam huko sasa nikawa napilikapilika kwenda wapi ku, nani hazina. Nilipoenda hazina nikaenda kukuta kwamba kwenye faili langu la hazina ambaye malipo haya yalitengenezwa wakati mimi nikiwa mgonjwa huko, kwamba nimelipwa, ikaonekana malipo haya yamelipwa ya hundi tatu ambaye hayana pensheni unaona bwana. Baadae walipogundua hivyo, wakasema, bwana, hatuwezi sisi, ni walipaji tunataka uhakika, kwa nini huyu alikupa hundi yetu? moja ya ex gratia ni mwaka tisini na, na saba, hiyo unaona bwana KM Online TV.